Upepo uliovuma kutoka kwenye kisiwa cha asali na maziwa ulileta harufu ya damu na chumvi iliyokauka. Mbali kidogo na kasri, ndani ya maji ya bluu yaliyogubikwa na kivuli cha mwezi, za gamba nguva mwenye kipala kinachong'aa kama jiwe alikuwa akitabasamu kwa furaha. Nguva za gamba alitazama kwa umakini kwenye dirisha la chumba alipohifadhiwa Sirena ambaye alikuwa amelala akitabasamu, uso wake ukiwa na utulivu wa mtoto asiyejua dunia. Pembeni yake, Kaisali na waganga wake thelathini walikuwa wakijiandaa kutekeleza hila zao, macho yao yakiwa amejaa tamaa ya uovu. Wote walikuwa uchi wa mnyama wakipaka mafuta nyeti zao ili waanze kumwingilia nguva Silena kinyume na maumbile. Zagamba aliendelea kutazama huku akitabasamu, tabasamu lenye ladha ya kisasi. Kisha alianza kuzungumza kimya, sauti yake ikitoka kwa utulivu wa ajabu, lakini kila neno lilikuwa na uzito wa miaka mingi ya chuki. Haya ndiyo niliyokuwa nikitaka kuyaona, wewe na wazazi wako mkiteseka kama malipo ya chozi la mama yangu na ukoo wangu wa nguvu vipara. Habari. Kabla hatujaendelea naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Usiku huo anga la Loma Roma lilikuwa limefunikwa na giza nene la vazi la huzuni. Mvumo wa upepo ulipita taratibu juu ya miti mirefu ya pwalini. Kwenye moja ya mti mrefu aliishi ndege popo, baba asiye na usingizi. Alikuwa akiwalisha watoto wake chakula alichokusanya mchana kucha. Watoto wake walipiga makelele ya furaha wakitafuna kwa haraka bila kujua chochote kuhusu dunia, bila kujua kwamba baba yao alikuwa akiwatazama kwa macho yaliyoficha maumivu moyoni. Kila popo alipoinua kipande cha chakula ya kuwalisha watoto wake, alikumbuka dakika za mwisho za uhai wa mkewe. Unaiona dunia chini, mke wangu? Mke wake alijibu kwa furaha, ndiyo mume wangu, naiona, naiangalia kwa mara ya kwanza nikiwa mama wopoa. Alicheka kwa mapenzi ya furaha, na mimi naiangalia kwa mara ya kwanza nikiwa baba wa watoto watatu. Lakini hafla, kwa sekunde chache, kila kitu kilikuwa kimya yake lijaa huzuni, huzuni ya kiumbe ambaye alikuwa amebaki peke yake bila mke, baba mlezi, katika dunia ya giza na ukimya wa mchanganyiko wa uchungu na ujasiri. Uchungu wa kupoteza upendo wake wa maisha, na ujasiri wa kuendelea kuishi kwa ajili ya kuhakikisha watoto wake wanakuwa wakiwa salama. Ndani ya chumba cha siri, Mfalme Julius Kaisali alikuwa ameshika uume wake, ulikuwa umesimama imara, akiwa tayari kumwingilia nguva Sirena, huku waganga 30 wakingoja kwa hamu zamu yao ifike. Lakini hafla, mlango wa chumba ukafunguliwa kwa nguvu isiyo ya kawaida. Waganga na kaisali mwenyewe walishtuka. Livya, yule mke wa Taitus aliyepolwa na Kaisali miaka mitano iliyopita. Uso wa msichana huyo ulijaa asila macho yake kimetameta kwa uchungu wa upendo uliosalitiwa. Kaisali alibaki amedua, midomo ikifunguka bila sauti kutoka. Waganga wote wakainama chini kwa, kwa aibu. Macho ya Livya alimkazia Kaisali kwa asila na uchungu sauti yake kavuma kwa huzuni. miaka yote mume wangu Julius Kaisali, miaka yote ulikuwa ukijifanya unamtafuta nguva huyu kwa sababu ya nguvu zake, kwa sababu ya nywele zake za dhahabu, kumbe ulikuwa una mpango mwingine wa tamaa zako za mwili. Kaisali akanywea taratibu akionekana mnyenyekevu kwa mara ya kwanza katika historia yake sauti yake ikatetemeka. Livia katetemeka. Livia, mwanamke wa maisha yangu. S -s -s -s -s sikiliza, usinijibu. Livia alimkata kauli Julius Kaisari kwa ukali, machozi yakizidi kumtiririka, lakini uso wake ukiendelea kuwa jasiri kama chuma nilikuamini kama mume, nikakupa heshima ya malkia. Ukanidanganya, ukajifanya unaenda kwenye safari ya kijeshi upande wa kusini, kumbe ulikuwa unakuja hapa kwenye kisiwa cha asali na maziwa, kutimiza tamaa zako chafu. Kaisali li alimtazama Livia akiwa amepoteza ule ujasiri wake tunaujua vya Liv... Liv... Liv... Liv... mke wangu Liv... mke wangu. Nilita... Nili... Liv... wangu. Liv... wangu. Liv... wangu mimi nilitaka nilitaka. Ulitaka nini? Ulitaka nini? Mbele zake ili uishi milele au mwili wake. Livia alimtazama nguva Sirena, alihisi kitu moyoni mwake hisia ya udugu wa kike huruma ya kumwona mwanamke mwenzake anayeumizwa na dunia ya wanaume wenye tamaa. Kisha akamgeukia Julius Kaisali, tazama Julius, tazama huyu kiumbe, ni mwanamke mwenzangu, ni mwanamke kama mimi, hata kama yeye ni samaki, lakini ana roho anaheshima fikiria, kama mtoto wetu angefanyiwa haya ungejisikiaje? Anastahili kuheshimiwa kama wanawake wengine. Kimya kikatawala chumba, kisha Levi akapumua kwa kina, akamtazama Kaisali kwa mara ya mwisho Sauti yake sasa ikiwa na mkazo wa hasila, ukirudi Roma, jua huna mke anayeitwa Livia. Kisha akageuka akitoka nje kwa mwendo wa hasila, bila kuangalia nyuma. Kaisali akapiga hatua mbele halaka akimfuata Livia, mke wangu, sikiliza tafadhali, nisikilize mke wangu waganga wote pia wakatoka kwa haraka kwenye chumba hiku, wakiwa na nyuso za aibu. Nguva Sirena akabaki peke yake, akiendelea kutabasamu asijue kinachoendelea. Kitendo cha watu wote kutoka na kumwacha Sirena peke yake, hilo lilikuwa kosa, maana sasa walikuwa wameingia kwenye mpango wa mwanaume wa vita Titus Ndo alikuwa amemwandikia barua ya sili Livya kuhusu kile kilichopangwa kufanywa na mfalme Julius Kaisali kwenye kisiwa hiko cha asali na maziwa. Kisha alimpa balua hiyo Popoo usiku ule wa mwisho alivyoonana ili aifikishe kwa Livya. Kwa balua hiyo moja, mpango wa Kaisali ulifumuliwa na milango ya uhulu wa Silena ikabaki wazi. Titus alijua kuwa fumanizi hilo lazima litatoa nafasi ya kumwacha Silena bila ulinzi, na kisha ataitumia nafasi hiyo kumwokoa bila kupoteza muda. Titus na kijana masikini waliingia ndani ya chumba hiko. Titus alimtazama kijana masikini tunapaswa kuharakisha kabla hawajarudi. Lakini kijana maskini hakujibu, alikuwa akimwangalia Sirena aliyekuwa amelala kitandani akiwa na tabasamu la ukosefu wa fahamu. Kwa sekunde chache, kijana maskini akasahau dunia yote, macho yake kaganda kwa Sirena, uso wake ukabadilika hafla kutoka hofu hadi mshangao, kutoka halaka hadi utulivu wa huzuni. Siku kadhalika bila kumwona Sirena baada ya kukamatwa na jeshi la Kaisari, na sasa Sirena alikuwa mbele yake tena, Sirena yule yule, uso ule ule, tabasamu lile lile, ila hakukuwa na roho ndani yake. Kumbukumbu kumbu za penzi lake na nguva huyo zikamvaa kwa huzuni. Kijana masikini aliendelea kumwangalia Sirena huku akiendelea kutililikwa na machozi. Sirena, Sirena, Sirena kipenzi, alimwita Sirena kwa sauti ya chini, lakini Sirena hakujibu. Sirena aliendelea kutabasamu akionyesha kutokuitambua sauti yake. Kijana maskini alimsogelea Sirena kwa ukaribu zaidi, huku akizungumza kwa sauti ya huzuni. Ni mimi kipenzi chako uliyenipenda hata kusahau chuki yako na binadamu. Usiniambia umenisahau, ni mimi yule uliyependa mliwa na yangu yule aliyenikabidhi kisu cha zilinda ili nikate nywele zako. Kate nywele zako. Silena, Silena, ni kate nywele zako Silena, ni mimi kijana maskini. Selena hakujibu, hakujibu. Aliendelea kutabasamu Kimwangalia kijana huyo bila hisia yoyote. Kijana maskini aliumizwa zaidi na hali hiyo, kisha akamtazama Titus huku machozi akimtililika. Mwanamke wa maisha yangu hanikumbuki tena Titus. Titus akapumua kwa nguvu akimtazama kwa huzuni, usijali, tutatafuta njia ya kurudisha ufahamu wake lakini tunapaswa kuondoka hapa haraka kabla hatujakutwa kwenye kordo. Askari walikuwa wanakuja kwa haraka kwenye chumba cha Sirena kutazama, ni kama walisikia sauti za Titus na kijana maskini. Habari, huu ndio mwisho wa episode hii, karibu kutazama episode inayofuata.